Kuna siku, kuna siku nilikuaga club inaitwa Alfakir na tulikuaga tunakunywa yes. Kunywa pobe saa 9 usiku yes. Mimi Musyoka walikuja kama wameshikana na Peter Kioi mikono, wakiwa warevi chakari, mlikuwa kama mmetoka yes. Saa 9 usiku, acha nikuambie, tulikuwa tumetoka kwa bwana yake na gari ya msichana mwingine, alikuwa ya black, alikuwa anasema ni gari yake ilikuwa TX na sio yake, tulikuwa tumetoka kwa bwana yake na hiyo gari ndi ilitumika kufanya ngono. Sasa sisi tukateremshwa Alfakir, nikaamua kufanya cover up. na ilikuwa hivyo vile iko vile nakwambia, na alikuwa Gini, ukweli ulinikuta kwa ba, unasema ukweli. Because hata hiyo siku ndio ilikuwa na kiss Judi Magambo

tuliacha nikueleze stori yote, ndio ujue, si kwa mlevi tulikuwa wote, sisi wote kuiva mwiti wewe, jidimagambo kalekakrezidali kauusuy anabeta, Mary Musyoka, MC Chris, MC Xian na wote tulikuja, mkatoroka kwa sababu mlikuwa nataka mfanye ngono, mkatoroka, mkatuhepa. Acha nikwambie. Wacha nikwambia kwenye tulikuwa. Wacha nikupe chai. Ilikuwa siku ya card writing ya Brian. Watu wengine ni my class, mukajivisha mukaenda kuifa. Sisi na Chris na mimi alikuja na, na komanda tukaenda, tukaenda, og, Green Spot. Eh, tukatoka Green Spot, tukiwa warefi, nikaambia komanda kuna krabu imefuguruwa inaitwa Arfakir. Mimi tukaenda kama bwana sangu tukaenda rfakiri nyime ulikuwaga kuifa saa tisa usiku wa manane, wakati kulikuwa na drama kwa tebo yangu, nikiangalia juu nikaona Mary Musyoka na Kioi manashikana warefi, wanaanguka yeah, chini nilikuwa nilikuwa namshikilia akitoka kwa gari mpaka kwa klabu, akiwa na mwanamke mwingine watatu, mwenye gari. Nataka kutangaza tena, alikuwa ametoka kwa bwana yake ambaye ni ex wake, akamkula akiwa ameacha mwanaume kwa nyumba na gari, ndilikuwa lodging. E, ya siku ya gari ya black. Sinilishi kusema kuwa nayo we, we, we, we. Wacha tusikie Cindy mshtakiwa Cindy.